Kilichonichekesha ni kwamba unajua, kwenye ligi ya Uingereza mwezi wa kumi eh, tuzo ya kocha bora wa mwezi alishinda Amori alafu mwezi wa kumi na moja alishinda Maresca. Sasa yeah. mwezi wa kumi na mbili ameshinda Unai. Kwa hiyo wale ndio wanaoita bado ome, watu wanasema pengine sasa tutakuwa mwanzo <laughs> Waulai kufata njia ya Amorim mwezi wa nane. Sasa hivi ni mwezi wa nane au tisa, alikuwa slot <laughs> ah, kuna hey mwezi hapo slot, kwa hiyo slot, Maresca, Amorim, sasa Unai lakini <laughs> kwenye Europa di, nani ni Aston Villa ni watatu, alafu Fenerbahce ni wa kumi na moja um kwenye pointi ana kumi na tano kwa kumi na moja kwao, inamaana Fenerbahce akishinda anakuwa na pointi kumi na nne nabakiza pointi moja kwa, kwa mtindo huo wote mechi zilizopita opita walishinda fuadi wao Fenerbahce anahusishwa kuja Uingereza, West Ham ameonekana wameshamuulizia, na Nottingham Forest pia nao nataka. Kwa hiyo pengine inaweza ikasababisha ile kuweka nini uncertainty, kama ambavyo wakati Watkins anahusishwa kuondoka tuliona ambavyo yeah, alipitia ukata wa kufunga ile mm, nanini kwao, pengine tuonavyo sisi.